Na tuendelee na sehemu ya nane eh, kesi ya uhaini na inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu, na sasa ni muda wa mashahidi wengine baada ya shahidi P sita kumaliza kutoa ushahidi wake. Naam, mahakama imerejea, anasimama Renatus Mkude na kusema tuko tayari kuendelea na tuko na shahidi wa wazi ndahuu tunaendelea na shahidi ambaye ni H3923 detective Kopro Michael eh, ambaye ni askari, anajitambulisha, ni askari polisi na dini yake ni Mkristo. Uh, huyu polisi mwingine ni shahidi ambaye atakuwa ni pw PW6 anaunguzwa na Ignas Mwinuka, wakili wa serikali. Shahidi ni mwembamba mrefu kidogo mweusi na amevaa miwani. D Kopo Michael anasema anaishi Kiusa Street, Moshi, Kilimanjaro. Ninafanya anajitambulisha, ninafanya kazi ya askari polisi, naifanyia kazi yangu ofisi ya mkuu wa upelelezi mkoa wa Kilimanjaro. Nimekuwa katika ofisi hiyo tangu mwaka 2015. Nimejiunga na jeshi la polisi mnamo mwaka 2012 na kumi kuhitimu mwaka 2013. Nilipata mafunzo ya awali katika shule ya polisi Tanzania, TPS, kwa maana ya shule ya polisi iliyoko Moshi. Majukumu yangu ni upelelezi wa makosa ya jinai, ukamataji wa uhalifu eh, kuzuia uhalifu pamoja na majukumu mengine mbalimbali mbali ya jeshi la polisi. Mnamo tarehe nane mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano nakumbuka majira ya asubuhi nilikuwa do, doria na askari mwenzangu tukiwa tunazunguka maeneo mbalimbali ya Moshi mjini. Uh, tukiwa tumefika maeneo ya Njoro hapo wilayani Moshi tulipata taarifa za kiintelijensia kuwa kuna kijana mmoja anahamisha anahamasisha wenzake kuhusiana na kufanya kufanyika uchaguzi mkuu uliokuwa unatarajia kufanyika mwaka 2025. Baada ya kupata hizo taarifa kutoka kwa pi nane, ambaye analindwa na mahakama, tulimkamata mtumiwa na kumpeleka ofisi ya RCO Kilimanjaro tukampeleka kwa ASP Abichi alienelekeza nifungue jarada la uchunguzi na nilifungua jarada lenye kumbukumbu namba KRCID PE 18 ya mwaka 2025 -E ambalo ni jarada la uchunguzi. Uh, kijana huyo alipigiwa simu aojiwe na Rashidi na awekewe mabusu kwanza na atatoa maelekezo baadaye. Wakili Ignas Mwinuka anakuja hapa, anaendelea kumoji Kupro Michael, anaendelea kijana huyo alitolewa kwa masharti, na awe anaripoti kila Jumatatu hapo polisi. Ilipofika tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa nne mwaka 2025 Afande RCO aliniambia nimtafute yule kijana anayekuja kuripoti, nimwandikie maelezo upya na haya yalikuwa ni maelezo ya shahidi aeleze ni kitu gani kilichompelekea yeye kumhamasisha uh, wenzake kufanya vurugu katika uchaguzi uliotarajiwa kufanyika. Nilipofuatilia kumbukumbu, nikagundua siku hiyo hiyo ndo alikuwa amepangiwa aje kuripoti. Alipofika niyo anaye na nikamwandikia maelezo ya shahidi. Kwenye maelezo yake aliniambia yeye ni mwanachadema. Alidai alikuwa ni mwanachama toka akiwa anasoma sekondari. Alisema yeye ni mkereketwa wa CHADEMA na alikuwa anaunga mkono kauli ya mwenyekiti wake Tundu Lissu. E, ndio maana alikuwa anahamasisha fujo na kukinukisha. Alidhamiria kufanya uasi kwenye serikali inayoongozwa na CCM, na aliongeza kwa kusema kuwa mwenyekiti wao alikuwa akubaliani na uchaguzi unaoenda kufanyika na wao tayari wako tayari kukinukisha hadi serikali watakapofanya marekebisho ya tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Baada ya kumwandikia maelezo, nilimpa ayasaini kila peji na akakubali kuwa ni maelezo yake. Waheshimiwa majaji, kwa shahidi huyu ni ayo tu, amemaliza Ignasi Mwinuka. Naam, tutaendelea na sehemu ya tisa.